mjibu wa taarifa kutoka shirika la haki za binadamu duniani la Amnesty International imekanusha barua inayodaiwa kuwa ya kwao kwenda kwa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, iliyokuwa ikilaani na kukemea kuhusu baadhi ya wanachama wa chama hicho walioingia nchini Kenya na kujitambulisha kama wakimbizi wa kisiasa na baadaye kurejea Tanzania bila ya kutoa taarifa na kulisababishia eh, shirika hilo hasara kutokana na malipo waliokuwa wakilipwa eh, wahusika. Shirika hilo limekanusha kuhusika na barua hiyo kupitia mtandao wake wa X, zamani Twitter, na kueleza kuwa barua hiyo ni bandia na kutaka umma kutoa adaika kwa kuwa imelenga kuchafi, kuchafua taswira ya viongozi wa CHADEMA. Barua hiyo iliyotengenezwa kwa lengo la kuonekana kuwa imesainiwa na Tigere Chaguta ilidai kuwa Brenda Rupia, Gevaz Lienda, Zakaria Obad na Ngoto walifanya tukio hilo baada ya kudai kuwa hawapo salama nchini Tanzania na kisha kupewa hifadhi na kuanza kulipwa shilingi za Kitanzania milioni moja na laki nane kwa kila mwezi. Barua hiyo ya Amnesty International imesambaa mitandaoni na baadhi ya watu akiwemo mfasi cha wa chama e cha ukombozi wa cha umma, Bwana Yeriko Nyerere ambaye amekuwa akikishambulia CHADEMA na viongozi wake Ofisa mmoja wa Amnesty International amekiambia chombo kimoja cha habari kuwa jambo hilo halina ukweli na ni siasa za kukichafua chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na mnukuu, si ukweli na hiyo barua sio yetu, na kwamba tayari tumeshakanusha suala hilo. Kama ingekuwa barua yetu sisi tunajua itifaki za kisiasa tungemwandikia katibu mkuu wa chama na sio kumwandikia John Pambalu ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo. Basi hawa watu wangekuwa wana akili angalau kidogo, wangemwandikia barua mkurugenzi wa mambo ya nje, tungesema wamejaribu, lakini kwa swala hili linawahusu viongozi wa Chadema, limekigusa chama hicho mmoja kwa moja, wangemwandikia katibu mkuu, alisema ofisa huyo wa Amnesty International. Naam, ni taarifa kuhusu barua ambayo imekuwa ikisambaa ikiwahusisha makada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuingia kwenye mzozo wa na shirika la haki za binadamu la kimataifa la Amnesty International, ambao tayari wamekanusha na kusema kwamba hizo zilikuwa ni siasa za majitaka za kuchafua chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania.